Anaitwa Ali Khamenei ambaye yeye ni kiongozi mkuu wa Iran, ni Supreme Leader ambaye watu wengi wamekuwa wakimsubiri kwamba ni nini ambacho wataendelea kukizungumza baada tu ya vita ya Iran pamoja na Israel kutamatika. Sasa macho lakini pia masikio ya watu wa Iran wamekaa kuendelea kumsubiri ni nini ambacho watakizungumza kiongozi huyu wa dini wa Iran, ambapo yeye amekuwa akiongoza Iran tangu mwaka 1989 hadi sasa, watu wengi wakiendelea kumsubiri ni nini ambacho wataenda kukizungumza kwa sababu ndo amekuwa ni moja kati ya watu ambao ni wasemaji wakuu wa pale Iran. E bana kwa kwakwe, kama mdau wa Sawasawa Digital, uko na mtazamo gani kwa kutokuonekana kwa kiongozi huyu mkuu wa Iran ambaye anafahamika kwa jina la Ali Khamenei? Drop comment yako kwenye, wacha comment hapo, usiache kusubscribe kwa taarifa kadha kadha. chao chao.